Mahusiano ninayo yakusudia mimi zaidi hayaishi katika mahusiano ya mwanaadamu na mwanaadamu mwenzi yetu, bali yanakwenda mbali zaidi. Kwa unyonge wa mwanaadamu, analazimika atengeneze pia mahusiano mazuri baina yake yeye na mola wake subhanahu wataala na msingi wetu ni ule ule tu kwamba wanaadamu kiasili hawezi kuishi pasi na kuhitaji msaada. Wanadamu hajitoshi, hata awe na nguvu kiasi gani, hufika hatua atahitaji msaada kutoka kwa wanaadamu wenzie, lakini hufika hatua hata wanadamu wenzie nao wakashindwa kumsaidia, lazima ahitaji msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ili usaidiwe na Allah, lazima utengeneze mahusiano mazuri baina ya wewe na huyo Mwenyezi Mungu, kama ambavyo kila mmoja wetu anaamini hawezi kupata msaada kutoka kwa wanadamu wenzie ila kwa kutengeneza mahusiano mazuri, na ndivyo hivyo hivyo, unaweza ukakosa kupata msaada kwa Mungu, mpaka kwanza utengeneze mahusiano mazuri baina yako wewe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.